Dia rafiki, hizi hapa mbinu nne za kukusaidia kuibadili siku yako mbaya kuweza kuwa siku nzuri. Kwanza e, muda wote tunapokuwa na siku mbaya tunataka kufanya maamuzi kwa kufuata hisia zetu. Hiyo ni hatari sana. Hakikisha unalenga kufanya maamuzi mazuri, hata kama si sahihi. Maamuzi mazuri ni yale ambayo yanatuelekeza katika machamuzi yenye afya pamoja na kutimiza malengo yetu. Siku hii inaweza kwenda taratibu. Si lazima ufanye kazi vizuri sana, lakini unaweza ukawa consistent. Fanya mambo madogo madogo yatakayokusaidia kuweza kutimiza majukumu yako na kuelekea katika ndoto zako, lakini usijipige teke ukiwa chini. Usijihukumu, kujisikia vibaya na kujitamkia maneno ambayo hayafai. Kuwa mwema kwa wewe mwenyewe, kwani hata kama una afya bora ya akili unaweza ukapitia siku mbaya.